Migingo <laughs> munasema hii migingo hii hapa hapa. Mimi nilikubaliana na nyinyi vile party leader wetu amesema, vile gavana wa hapa amesema, vile gavana wa Siaya amesema, vile gavana wa Wanga amesema hii migingo ni sehemu ya Kenya na tumekubaliana ya kwamba hiyo migingo kwa sababu ni sehemu ya Kenya, tutahakikisha ya kwamba hiyo sehemu, kwa mbinu zote, mbinu za demokra, eh, dem, diplomasia na mbinu zingine zote, tutahakikisha kwamba wananchi wetu hawaangaishwi na askari wa nchi zingine. Tunataka kuhakikisha kwamba kuna amani, tuweze kufanya biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni, tumekubaliana. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Muhuru Bay watu wa Migori mimi nimefurahi kufika hapa, tuko pamoja, tutashirikiana pamoja na tutasonga mbele pamoja. Mimi nasema asante sana kwa kutukaribisha. Mungu wawabariki.